Mlango wa wa ukombozi. Usiku wa manane, kimya kilitawala jumba la kifalme. Elian, akiwa amevalia mavazi meusi ya kujificha, alishuka kupitia njia ya siri iliyokuwa nyuma ya sanamu ya simba mkubwa ndani ya bustani ya kifalme. Alikuwa amebeba funguo za chini ya gereza alizozipata kwa kumshawishi mlezi wake wa zamani Bibi Selma. Ndani ya gereza, Zuri aliketi kimya akitafakari maneno ya yule mzee aliyemwambia ukweli wa maisha yake Mrithi wa Enariahe aliyaonja maneno hayo mdomoni kama sumu na dawa kwa wakati mmoja. Je, moyo wake uko tayari? Ghafla mlango wa chuma ukafunguliwa kimya kimya. Aliposogea Zuri alimwona Elian akifiatua pingu zake kwa mikono inayotetemeka. Elian aliuliza kwa sauti ya mshituko na faraja, nimekuja kukuondoa, hatuna muda mwingi, tuna dakika tano kabla mzunguko wa doria haujarudi upande huu. Walitoka kimya kupitia njia ya chini ya ardhi iliyotumiwa zamani na watumishi wa kifalme. Ukuta wa mwisho ulikuwa umechongwa herufi za Enaria. Zuri alizigusa kwa mkono wake na ghafla ukuta ukatikisika, ukafunguka kidogo kana kwamba uliitikia damu yake. Hili ni lango la kifalme la ukoo wako, Elian alisema kwa mshangao. Damu yako ndio funguo. Walipita ndani yake hadi bustani ya kale iliyosahaulika, lakini kabla hawajatoka sauti ya mlangoni iliwazuia. Sikufikiri mgeni kama wewe angeweza kutoroka binti wa Enaria. Ilikuwa ni Luteni Kilo na nyuma yake walinzi watatu waliokuwa wamewazunguka. Zuri alijaribu kusimama imara. Hautatupeleka tena. Najua mimi ni nani sasa. Na sitanyamazishwa. Luteni Kilo alitabasamu kwa ujanja. Unadhani ukweli huo utakusaidia? Mfalme aliuangamiza ukoo wako na atakuangamiza wewe pia. Elian alisimama mbele yake. Lazima utupitishe. Ama kwa amani au kwa nguvu. Lakini kabla mapambano hayajaanza, mzee wa gerezani yule aliyemweleza Zuri siri za ukoo alitokea kwa ghafla akitumia mlango wa chini akiwa na silaha ya kale ya kifalme ya Enaria, fimbo yenye alama ya nyota. Achana na watoto hawa, alisema kwa sauti ya kishujaa. Mimi ndiye ulikuwa unanitafuta. Luteni Kilo alishtuka. Wewe ni i mkuu Athon? Haiwezekani, hii ulidhaniwa kufa miaka ishirini iliyopita. Mzee huyo alicheka kwa uchungu. Na sasa ninaishi kwa kazi moja, ikulinda kizazi cha malkia wangu. Zuri ndiye tumaini letu la mwisho. Katika kizaazaa hicho, Elian na Zuri walifanikiwa kukimbia hadi msitu wa kale, huku Luteni Kilo akijeruhiwa na mzee Atheon aliyebaki kuwazuia walinzi. Walipoingia ndani ya msitu, walipumua kwa nguvu, mikono yao ikiwa imefungamana. Hatutarudi, Zuri alisema, tutatafuta ukweli wote na nitachukua urithi wangu, si kwa kiti cha kifalme bali kwa haki ya watu wangu. Je, nini kitaendelea? Kaa vizuri kupokea sehemu ya saba.